Ni kweli pesa nilizo zitafuta katika miradi ya Kanisa la Anglikana Tanzania ni zaidi ya hizo. Nimefadhili na kutafuta wafadhili katika diocese uh, ya mkwapwa hapa uh, wakati wa askofu aliyopita. Nimefadhili uh, diocese ya Tanga kwa Askofu Mkuu wa Kanisa la Anglikana Tanzania na, na, na ni, ni miradi mikubwa ni kabisa, ni miradi mikubwa sana. Ukichukua miradi hiyo kifedha, ni mikubwa sana lakini kelele yangu siku zote ilikuwa ni wabadili sera, kwa sababu sikuamini kabisa juu ya sera walizonazo. Sera ambazo miradi tunayokuwa tunaifadhili na wafadhili tuko tunawatafuta ni miradi inayoshikiliwa na wachache, inashikiliwa na maaskofu na kiwaumini waki, waki, wa wakiwa hawana haki wenyewe, na hizo ni sadaka za Waanglikana duniani, sadaka za Waanglikana wanaoamini ambayo inalihubiri leo kwamba miradi iende kwa waumini na sio kwa viongozi wachache. na kuna mimi, kwa sababu hiyo nilifikiri watakuwa na hekima ya kusikia, kwa sababu lengo langu lilikuwa ni kuwahubiria waweze kuwanufaisha waumini na jamii, hawakunisikia. Na lingine nilikataa baadhi ya miradi mingi ambayo ilikuwa tayari ile, nitakupatia mfano inwaomkwapwa mradi wa, wa Malolo katika shamba la Malolo, nimetembelea Malolo, nimekaa na viongozi wa diosisi, nimekaa kuambia kwamba mradi huu unatakiwa uwele na ni tulikuwa na wafadhili tayari, ambao nimekusha watafuta kwenda kushirikiana na ule mradi wa Malolo, lakini nikatoa masharti kuona kwamba wanasikia ama hawasikii. Nikawaambia, naomba mradi huu usiwe chini ya askofu, kwa sababu ukiwa chini ya maskofu, wafadhili na pesa hizo zote zitayeyuka naomba uwe chini ya waumini alafu waumini wao walete asilimia kumi tu kwenye dayosisi wakakataa walipokataa sikutoa fedha na wala nika- sikutoa hawa wafadhili waliokuwa wako tayari kwa kada kwa hiyo nilikuwa nawaeleza na pia na washauri lakini wamekataa kwa hiyo ninachokihubiri leo si sera mpya ni sera ambayo haikupata masikio na, na mawazo bora katika kanisa laika ni sera hizo zote ambazo sasa zimepata uhuru zaidi ya kuwaeleza Waanglikana ili wazione na wapate hiyo fursa kwa wao. Kwa sio kwamba nilifumbia macho, lakini nilikuwa nawaeleza, lakini mtu unaweza ukamweleza afi, inafikia kikomo, naona kwamba unapoteza muda, alafu na Mungu anafungua njia nyingine, ili kwa sababu lengo ni watu. Mimi lengo la hii miradi yote haikuwa watu wachache, lengo sio waskofu ilikuwa lengo ni waumini, kwa sababu waumini hao niotowa sadaka leo hii, unakataaje mradi utakao wapa waumini kipato wakati wewe unataka kipato aka kwyo? Ndio oh, absolutely nilifanya hivyo, lakini pia niliwahimiza katika injili niyojua kwamba ni haki na maendeleo, wakakataa. Episcopal Anglican Media Maisha yanayohubiri.